DW. Habari za Ulimwengu. Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. <coughs> Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken atoa wito kwa Marekani na China kuzikabili tofauti zao kwa kuzingatia uwajibikaji. <coughs> Marekani na Niger kujadiliana juu ya kuwaondoa wanajeshi walioko Niger na sherehe za kulisimika baraza la mpito la urais nchini Haiti kufanyika hii leo. Habari kamili. Shangai. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hii leo ameitolea wito nchi yake na Marekani kuzikabili tofauti zao kwa kuzingatia uwajibikaji wakati akianza ziara yake nchini China amesema mataifa hayo yanawajibika sio tu kwa watu wao, bali ulimwengu mzima, na kwa maana hiyo wanalazimika kusimamia uhusiano baina yao kwa uwajibikaji. Blinken amesema hayo mjini Shangai alipokutana na kiongozi wa chama cha Kikomunisti. Blinken yuko ziarani China akilenga kusaka suluhu ya masuala kadha yanayotishia utulivu wa kimahusiano baina ya mataifa hayo. Atakutana pia na viongozi wa kibiashara kabla ya kuenda Beijing kesho Ijumaa kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi na pengine atakutana na rais Xi Jinping. Washington, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema maafisa wake watakutana hii leo na wajumbe wa serikali ya Niger mjini Niamey kujadili juu ya kuwaondoa wanajeshi wake nchini Niger. Utawala wa kijeshi wa Niger umeiomba Marekani kuwaondoa wanajeshi wake waliomo nchini humo kutokana na kutoelewana kuhusu masuala kadha ambayo ni pamoja na Marekani kushindwa kutambua hatua zilizopigwa na taifa hilo kuelekea utawala wa kidemokrasia. Hadi mapinduzi ya mwaka jana, Niger ilikuwa mshirika mkubwa wa Marekani katika vita dhidi ya ugaidi na wanajeshi hao wamekuwa wakitoa mafunzo kwa vikosi vya nchini humo kupambana na makundi ya wanamgambo. Chanzo chenye uelewa wa suala hilo wiki iliopita kilisema naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Kurt Campbell na utawala wa Niger wamekubaliana juu ya hatua hiyo. Port-au-Prince. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Haiti imesema jana kwamba sherehe ya kulisimika baraza la mpito la urais lililokwama kwa muda itafanyika hii leo katika mji mkuu Port-au-Prince. Taarifa hiyo ya ofisi ya waziri mkuu anayemaliza muda wake Ariel Henry aidha ilisisitiza kwamba sherehe hiyo itafanyika katika ofisi yake rasmi na si kwenye makazi ya rais ya kitaifa ambayo mara kadhaa yameshambuliwa na magenge ya wahalifu. Mapema jana Jumatano, kiongozi mwenye nguvu wa genge la wahalifu Jimmy Cherizier alisisitiza kwamba mazungumzo juu ya mustakabali wa kisiasa wa Haiti yatatakiwa kuyahusisha magenge hayo. Baraza hilo la mpito linalojumuisha wajumbe tisa linachukua madaraka kutoka kwa Henry, lakini limecheleweshwa kwa wiki kadhaa kutokana na mvutano wa makundi mbalimbali mbali ya kisiasa juu ya udhibiti. Paris Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hii leo anatarajiwa kuzungumzia maono yake ya kuwa na Ulaya yenye nguvu zaidi na kuwashinikiza zaidi wanachama wa Umoja wa Ulaya kutoitegemea Marekani, huku akitumia fursa hiyo kuimarisha kampeni ya chama chake katika uchaguzi wa Ulaya. Macron anarejea na masuala yale yale aliyoyatoa Septemba mwaka elfu mbili na kumi na saba, miezi kadhaa baada ya kuwa rais, lakini katika muktadha ambao katika kipindi cha miaka saba umekumbwa na changamoto kama za Brexit, janga la uviko 19 na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Macron anapigania dhana ya uhuru wa kimkakati ndani ya Ulaya katika sekta za uchumi na ulinzi, akisema wanahitaji kukabiliana na mizozo kama uvamizi wa Urusi nchini Ukraine bila ya kuitegemea Marekani. Anatoa hotuba hiyo wakati umoja wa Ulaya ukiandaa ajenda yake mpya ya kimkakati ya kati ya mwaka 2024 na 2029 ni taarifa ya Habari za Ulimwengu kutoka DW Bonn. Washington, muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani karibu na puan unaongozwa na Marekani umedungua droni nne zilizofyatuliwa na waasi wa Huthi jana Jumatano, wakati kundi hilo linaloungwa mkono na Iran likiendeleza mashambulizi kwenye bahari ya Shamu. Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, aidha imesema kwenye taarifa yake kupitia mtandao wa X jana kwamba kwamba jana mchana kwa majira ya Yemen walilidungua kombora la masafa marefu ambalo pia lilirushwa na wahuthi kutokea maeneo wanayoyatawala nchini Yemen. Kulingana na CENTCOM, inahisiwa kwamba kombora hilo lililenga meli ya MV Yorktown yenye bendera ya Marekani na kuongeza kuwa hakukuwa na majeruhi wala uharibifu. Tegucigalpa, Honduras. Umoja wa Mataifa umeonya juu ya kile ilichoita dharura ya mauaji ya wanawake nchini Honduras, wakati karibu wanawake 66 wakiwa wameuawa hadi sasa kwa mwaka huu pekee, ikiwa ni kulingana na wanaharakati. Mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Amerika ya Kusini, Alice Shackelford, amesema taifa hilo lina viwango vya juu kabisa vya mauaji ya wanawake. Amesisitiza mbele ya waandishi wa habari ya kwamba hiyo ni dharura na kuelezea wasiwasi wasi wake kwamba ukatili unaonekana kama jambo la kawaida dhidi ya wanawake ambao pia walichukuliwa kumradhi mradhi akisema akielezea wasiwasi wake kwamba ukatili, ukatili unaonekana kama jambo la kawaida dhidi ya wanawake. Karibu visa 380 vya mauaji ya wanawake vilirekodiwa rekodi wa nchini humo mwaka uliopita, imesema idara inayofuatilia ukatili, ukatili ya chuo kikuu cha National Autonomous cha nchini Honduras. Na hatimaye Tunis, Miili kumi na minne ya wahamiaji imegunduliwa katika siku za karibuni karibu na pwani ya kisiwa cha Jeba kusini mwa Tunisia mwendesha mashtaka katika jiji la Medenine ameliambia shirika la habari la AFP jana Jumatano. Mwendesha mashtaka huyo ameiambia mahakama kwamba mili hiyo ilianza kuonekana karibu na pwani ya kisiwa hicho siku ya Ijumaa. Amesema wengi wa wahamiaji hao wametokea katika mataifa ya kusini mwa Sahara na mmoja aligundulika kutokea Misri, kulingana nafasi yake ya safiria. Tunisia na Libya zimekuwa zikitumiwa na wahamiaji wanaotokea kwenye mataifa mengine wanaojaribu kukimbilia Ulaya. Mwisho wa taarifa ya Habari za Ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.